Miongoni mwa sababu zinazopelekea mmomonyoko wa maadili katika nchi hii ni watu wa aina mbili, vijana wetu hawa wasanii na nyinyi waandishi wa habari. Nyinyi hamjui content, content ipi ya kupelekwa na ipi ya kutopelekwa. Sisi tunapiga kelele na nyinyi ndio mnaongoza kurekodi zile video wale vijana wetu wa kibongo wale walodata wale bongo flavor waimbaji ma, ma, actor, ma actress ambao ukiangalia uvaji wao mwenendo wao michezo yao miziki yao ni aibu tupu. Nyinyi mnashadidia, dada zenu wanadhalilishwa. Leo star yuko na huyu demu wake wazi kabisa hadharani, hana noma wala kokoro. Kesho kampiga chila na demu mwingine kisha kutwa anadem mwingine, nanyi mnashadidia, x fulani wa fulani mpya, x fulani wa mpya, nanyi mnapata dhambi. Waandishi wa habari wa, mimi najua waandishi wa habari wa Kitanzania wengi, mna dini na mna hofu ya Mungu. Msipeleke maudhui yoyote ambayo ndani yake ina mmomonyoko wa maadili, piga chini. Lakini ukisema, bwana mi itanipatia viewers, subscribers, nitakuja kupata chochote, kwa Mungu siku ya kiyama utaulizwa, na wewe na wewe ulichangia mmomonyoko wa maadili katika nchi hii kupitia chombo chako.